Da ya msimamo wa kikosi cha Yanga African walioutoa kuhusu sakata la Simba Sports kugomea mchezo wa Kariakoo Derby. Simba Sports nao wamekuja na msimamo wao kupitia afisa habari wao Ahmed Ally, huku msimamo wa kikosi cha Young Africans ni kwamba hawachezi, hawachezi, hawachezi mchezo mwingine wa kali ya Kodabi namba 184 ambapo bodi ya ligi imesema itaupangia tarehe, lakini msimamo wao mwingine ni kwamba wanadai alama tatu kwa Simba Sports kutokufika uwanjani, lakini pia msimamo mwingine wa Young Africans wa tatu ni kwamba hawana imani na bodi ya ligi, hivyo wanaiomba TFF haraka iwezekanavyo wa kuvunja bodi ya ligi uongozi wao ukiongozwa na Stephen Mguto pamoja na mwenyekiti wake Almasi Kasongo. Lakini Ahmed Ally, afisa habari na mawasiliano wa Simba Sports, naye amekuja na msimamo wa Simba Sports kwamba wao wanasubiri taarifa kutoka kwa wenye mamlaka ya mpira nchini Tanzania ambao ni TFF pamoja na bodi ya ligi lakini hawana tamko jingine lolote zaidi ya kusubiri eh, tamko kutoka kwa wenye mpira, kwa sababu wenye mpira walikubali mashitaka yao, walikubali malalamiko yao na kuambia kwamba wasubiri, watapangiwa tarehe nyingine ya mchezo. Bwana, hilo ndilo sakata la kari ya kodabi eh, Simba Sports alipogomea kucheza. Eh, hicho ndicho kinachoendelea huko, Yanga wakiendelea kutoa msimamo wao, Simba nao wakiendelea kutoa msimamo wao. Lakini pia kubwa nyingine ni siku ya kesho, Simba Sports atakuwa uwanjani dhidi ya kikosi cha TMA ambacho e, kitakuwa kikiwasili katika uwanja wa KMC Complex. Mchezo huo ni mchezo wa CRDB Federation Cup al maarufu kama FA. Tuandikie pia maoni yako katika sehemu ya comment. Una maoni gani kuelekea michezo yote miwili?